Unavyoweka kidole kwenye simu yako simu inatoka loki, lakini mwengine akiweka kidole kwenye simu yako simu haitoki loki. Swali, simu inawezaje kutofautisha baina ya kidole chako na cha mwenzako? Pia unaweza kujiuliza, vipi hakuna udanganyifu wote unaweza kufanyika kwenye mambo ya fingerprint. Lakini pia unaweza kwenda mbali zaidi ukajiuliza Itakuwaje nikilala mtu anaweza kuchukua simu yangu akachukua kidole changu akaweka na simu ikatoka loki? Maswali hayo na mengine kwenye video hii ya leo. Wakati ndiyo kwa mara ya kwanza unanunua kifaa chako au unakipata kifaa chako, hakina alama ya kidole ambayo imewekwa, unatakiwa uweke kidole chako, na unapoweka kidole chako ni kama unaisajili ile alama yako ya kidole, ile scanner Skana ni ile sehemu ambayo unaweka kidole chako ile kwenye simu yako. Pale unapoweka kidole inakiskani kidole chako, inachukua picha ya alama za vidole. Ikisha inachofanya inafanya kipi? Inachukua ile picha, inaisevu kwenye simu yako au kwenye kifaa chako kama template. Sasa unapoanza kutumia sasa, bila shaka utaweka kidole kwenye simu yako. Unapoweka kidole kwenye simu yako Simu ina-scan alama za kidole ulichoweka. Ikisha simu inajaribu kuzilinganisha alama ya kidole ya mwanzo ambayo ilisevu na ile alama ya kidole ambayo umeweka. Ikiwa zinafanana, simu inatoka lock, lakini ikiwa haifanani, inakataa hii, inakata. hii ndiyo maana kwamba wewe ukiweka kidole chako simu inatoka lock, lakini mwenzako akiweka simu haitoki lock. Kuna teknolojia nyingi za kusoma alama za vidole. Kuna teknolojia ya optical, kuna teknolojia ya capacitive na kuna teknolojia ya ultrasonic. Hizi zote teknolojia hizi zinatumika kusoma alama za vidole. Vipi, mtu anaweza kudanganya alama za kidole? Ndiyo, kuna baadhi ya mifumo ya kusoma alama za vidole unaweza ukaidanganya. Mtu anaweza kutumia gundi mtu anaweza kutumia kopi ya kidole, mtu anaweza kutumia silicone akadanganya alama za vidole. Mfumo ambao ni rahisi kudanganywa ni mfumo wa optical. Huu ni mfumo ambao ni rahisi sana kudanganya, mtu akutumia njia hizo anaweza kudanganya. Sasa unaponunua simu yako inatumia fingerprint, jiulize inatumia mfumo gani wa kusoma alama za vidole. Ikiwa ni optical, basi huo mfumo ni rahisi sana mtu kuchezesha au kudanganya. Hivi mimi nimelala mtu anaweza kuchukua kidole changu na akaweka kwenye simu yangu na kikafanya kazi? Ndiyo, mtu anaweza kuchukua kidole chako na akaweka kwenye simu na ikatoka lock. Sasa jinsi kujikinga na hili, kabla ya kulala jaribu kutoa lock simu yako kutumia kidole ambacho sicho kile unachotolea lock kwa mara tano. Kama ulikuwa umesajili hichi, toa lock kwa kidole chengine mara tano. Unapojaribu kutoa loki kwa kidole chingine mara tano, automatic mfumo ule hautoruhusu tena kutoa loki kwa alama za vidole mpaka utiwe password. Kwa hiyo unavyolala, mtu akijaribu kukamata kidole chako na akitoa loki simu yako, hatoweza kutoa loki kwa sababu ule mfumo hautoruhusu tena yeye kutoa loki kwa kidole chako, utamlazimisha password, na wewe asubuhi ukiamka unaweza kutia password zako na ukiendelea kutoa loki kwa kidole chako kama kawaida. kina Alzenjbary Technology kazi yangu ni ile ile kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo komara kwa mara ya kwanza unaangalia video hii usisahau kusubscribe na kama na swali lolote njoo sehemu ya comment.